Zitakuwa bayana asirianajua. Shekhe wa wilaya huyu alikuwa akitokea, alikuwa anaishi kipindi hicho kwa mzee wake pale Kizota, kwa akipita pale natwalitwalia, anapita nakuja mjini kwa ile madrasa ambayo ni daru la ulumi tulitoatoa vijana kidogo wasaidie miaka hiyo, kwa miongoni mwa tawi la kwanza ni magereza Isanga, na mimi nilikuwa sisemi sasa hivi kwamba ni mzee eh, lakini nilikuwa bado sana kwa maana hata ndevu nilikuwa sina, ndio <laughs> mimi nasomesha kule na wanafunzi Nilikuwa nawasomesha mpaka leo na wafahamu pengine ni mama mama, kwelikweli pengine na wajukuu, maana nasomesha wanafunzi wengine wa marika tulikuwa tuko eh, kina mzee Hasani Farhani Siu wote eh, eh, walikuwepo kule. Kwa hiyo msikiti ule ulikuwa ni wa mawe kama tulivyo shuhudia, lakini kilinihuzunisha kitu kimoja baada ya kuwa kutembelea kule na kuona msikiti bado uko katika hali ile ile ile ya miaka hiyo, nikasema, hili ni jukumu si la mtu mwingine, hili jukumu si la mbunge, jukumu si la mkuu wa mkoa wala si la nani, bali mimi mwenye dhamana ya uongozi. Na kwa kuwa msikiti wenyewe una historia na mimi, maake nilikuwa nasomesha sometimes uko huku tukua, tukua kama walimu wawili, nikitoka mimi nashinda naenda magereza huyu so, mwingine anabakia hapa lakini kuna ile sera yetu ambayo tuliyoiweka miaka kama mitano imepita sasa hivi ya kuifanya Dodoma kuwa makao makuu, isiwe makao makuu ni idara au nyumba za serikali au maofisi ya serikali. Alhamdulillah, hapa Gadafi tukafanya repair kubwa, tukasema misikiti ambayo inahitaji kufanywa repair, basi watu wafanye repair, lakini misikiti ambayo inahitajika ivunjwe, ivunjwe kabisa. Eh, shekhe, hapa mahali pale Masjid Nur barabara tisa afanye ukarabati mkubwa almuhimu, ata iwe makao makuu. Leo wageni wakiingia, jua yeye sio Dodoma ile. Sasa pale kizota hapa majengo, kulikuwa kuna msikiti una mbavu za mbwa eh, sisi tunaita mbavu za mbwa, kitu kama hicho, msikiti wa Kazani. Sasa hivi ukiangalia pale uh, darajani, utaona namna msikiti unavyokwenda kule. Ni kuitikia matakwa yetu na namna kwa um, kumvisi waumini na wa dini ya Kiislamu na Uislamu kwa jumla lakini Kondoa hapa Kizota, kama unaelekea Singida road hapa, kulikuwa kuna msikiti na watope, sasa hivi umevunjwa. Chamwino masjid Huda. Kwa hiyo, alhamdulillah, ule mwitiko umekuwa mzuri. Kwa hiyo na watu wa magereza, ingelikuwa nyinyi wenyewe hamkubali mabadiliko wala hamna utashi wa kubadilisha, wakubadilisha singobadilisha wa msikiti, kwa sababu nyinyi wenyewe hamna utashi. Lakini nyinyi kwanza mmeonyesha nia na mmeonyesha kutaka na mmeonyeshwa kukerwa na ile hali ya namna ya msikiti ulivyo wa kizamani, wakati tayari Dodoma hapa ni jiji, lakini msikiti bado uko katika kijiji, sio katika hali ya jiji. Kwa hivyo baada ya kutembelea, na mimi binafsi kwa utashi wangu, kwa kwamba ni sehemu yangu ya historia pale, nikasema insha Allah wa taala, na sisi Mwenyezi Mungu atakachotujalia tuhakikishe tunaungana dalia zenu, kwa sababu nyinyi mmetuonyesha njia mmeonyesha mabadiliko. inna llaha la yughayiru ma biqaumi hata yughayiru ma bi anfusihim, Mwenyezi Mungu hayuko tayari kubadilisha mfumo wa maisha watu ambao wa wanaishi mpaka watu wenyewe wakubali kubadilika. Kwa nyinyi mlipokubali kubadilika, Mwenyezi Mungu amethibitisha nyoyo zenu, akawapa nguvu, mkashikana. Kile kikubwa kidogo na nini basi, kimekuwa na baraka kiukweli an ni ni, ni, ni, ni, seme, ni furaha kubwa kuona jengo kama hili ambalo litaota pale, na hii ni juhudi ya kupongezwa na kuombewa dua. Ni historia kubwa sana na ni ushindi mkubwa kwa sisi Waislamu. Shida moja, tunapewa nafasi lakini tumeshindwa kuzitumia, alafu tunalalamika oh, waislamu manyanyaso Waislamu, lakini sisi Waislamu wenyewe tumekuwa tukipewa nafasi, hatuko tayari hatutangulizi zile nafasi tulizopewa kwa maslahi ya watu, bali kila anayepewa nafasi anatanguliza maslahi binafsi, na hilo ni haramu katika sheria, kwa sababu uh, maslahatu alama tukadam min almaslahati alkhassa, maslahi ya watu wote hutangulizwa kuliko maslahi ya mtu mmoja mmoja. Leo nyumba yako wewe iliyopo mahala, serikali imeona hapa inatakiwa kukae huduma ya kijamii labda hospitali au soko, kwao serikali ikaona ikuvunjie wewe, ikutafutie mahala pengine, uwezo kusema aiwezekani. Hii binafsi yanatakiwa kuwekwa maslahi ya watu wote kwanza, ni kuambia pale unapata malipo makubwa. Kwa hiyo, lazima ndugu zangu Waislam tubadilike, tunapoaminiwa tuaminike, tunapokubaliwa tukubalike, tunapo fanyiwa mambo mazuri, hata kuteuliwa katika nafasi fulani, basi tuonyeshe dhamira ya kumpa nguvu yule aliyetuteua na yule aliyekufanya ubakie katika nafasi ile, uwepo sawa, isije baadaye tena kaonyeshwa vidole. Umefahamika vizuri e, fulani bwana, angalia basi fulani yule ndo kamtanguliza pale. Kwa mimi nikushukuruni sana, mmeonyesha shiari ya Uislamu nembo ya Uislamu nzuri kubwa kama hii na inshaallah Mwenyezi Mungu ajalie Ramadhani ijayo basi watu waabudu mahala hapa, msikiti wa tayari. Na mimi nirudie tena kuahidi tofari nilizozitoa hizo elfu moja si kwamba ndio kikomo. Naomba niwaambie kwamba nitaendelea mimi na wenzangu hapo na utuona hapa kile kitakachohitajika. Muda wa kwamba mmeniletea hii hapa nini Hivyo, hii nitaifanyia kazi. Takaa nitaipitia, na uzuri katibu wa mkoa naye yupo hapa. Tutakuwa naye, tutaangalia namna gani tunaweza tukawa wapushi, lakini na jamaa zangu na marafiki nao ambao wengine huchimba visima na wakajenga pia misikiti, nitawashirikisha kwa sababu pale itaonekana sio tena kwamba wanajenga, sio wanaanza, bali watakuja kuangalia wapi mmeishia, wao wamaliza na insha allah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hili litawezekana na litamalizika, kwa sababu tukifanya hivyo tutakuwa tumefanya kwa ajili ya Allah subhanahu wataala. Lakini tukifanya hivyo tutakuja, tutakuwa tumefanya kwa ajili ya maslahi ya umma wa Waislamu na maslahi ya Kiislamu. Lakini pia tukifanya hivyo tutakuwa tumepamba mkoa wetu wa Dodoma, makao makuu, manake mwambangozi huvutia na hapa ni jiji, na ndio maana mmemwona katibu wa wilaya akasimama na nyinyi bega kwa bega. Anataka ione wilaya yake ya Dodoma jiji tofauti na Bahi eh? tofauti na Chemba eh? Sasa leo ikiwa wilaya ya Dodoma mjini inashindwa na Kondoa inashindwa na Chemba bado hamna kitu, kwa ndio maana kalivalia njuga bwana mpaka kutu kukufikisheni hapa katibu, na mshukuru sana lakini ulisema kwamba sasa hivi chukua mawasiliano ya nani na ya katibu wa mkoa, mtakuwa mnawasiliana, ni sawa, lakini wewe ndio jiji lako hili eh, hii ni wilaya ya, ya mjini. Na nakushukuru pia, kafanya kazi kubwa, kulikumbusha muda wote, kinipigia simu wake hapa, na meseji zake sita sijui sijui hizo nimetumia kwa muda mmoja wa usiku jana <laughs> eh, lakini simu zisizopungua saba yani mizikoli mpaka Nasawe katibu katibu, imetoka <laughs> pia naye kwamba bana, watu wa magereza wameareni, mara ilikuwa mwenzao mmoja akapata dharura, kwa hiyo mawasiliano yote yalikuwa nanieleza. Kwa hiyo ni kuonyesha ni mtu mwema, mtu mfuatiliaji, na ndio sifa ya siku zote ya utawala na kiongozi anatakiwa awe hivyo. Na kushukuru katibu kwa juhudi zako mpaka hapa leo, alhamdulillah tumefanikisha na mimi narudia tena kuomba radhi kwa kuchelewa kidogo, ni kwa dharura ya msiba. Na mimi ndio nilikuwa mpangaji wa kwamba namna gani leo tutamaliza na kufuturisha baada ya magharibi. Nakushukuruni sana, Mwenyezi Mungu akubarikini sana, na niseme asanteni sana, na kwa muda huu kama kuna rai au maoni, naweza nikapokea pia.